Lengo letu kubwa ilikuwa kuwakutanisha wao wakutane waongee, wakutane wao waongee. Masuala ya ligi yanasimamiwa na TFF na bodi ya ligi, na waziri hawezi kuyaingilia kwa kanuni za FIFA kama mnavyofahamu, lakini ni jambo ambalo kama nilivyosema, Kariakoo Dabi imepata umaarufu wa kimataifa na sasa ina wafuasi wengi. Kwa hiyo wizara ilichofanya ilikuwa ni kuwaleta wale pamoja ili tuanze mchakato wa wao kufikia maridhiano wa, na maelewano ambayo hatimaye yatafika mahali ambapo wale wenye dhamana ya kisheria kikanuni kutoa tamko watatoa tamko, lakini kazi yangu ni kuendelea kuweka pamoja ili tufike e, mwafaka e, ambao Itakapokamilika, wa kutangaza sio wizara wala waziri, ni yule ambayo sheria imempa dhamana ya kusimamia mambo hayo. Lakini mambo kama hayo yanapotokea hauwezi kukaa pembeni. Lengo lako ni kuwaleta, kaeni, eh, nini kimesibu. Na katika taaluma ya kuwaleta watu ambao wana tofauti moja ya jambo kubwa ndio maana waandishi wa, wa, wa habari siku hizi sijui kama bado mna embargo, neno embargo mnalijua, mnalijua eh? E, sasa mi, mambo mengi yanapokuwa embargo sio kwa lengo la kuwanyima watu habari, ila wakati wake haujafika, si ndio Bwana Bunuma? unajua embargo.